Karibu mpendwa mtazamaji wa kipindi chetu cha Darasa Mtandao, ambapo leo tutajifunza somo la sayansi kwa darasa la saba, ambako mada yetu ya leo itahusu kuelea na kuzama kwa vitu, kuelea na kuzama kwa vitu, ambako mada ndogo tutakaojifunza ni juu ya vitu vinavyoelea na kuzama kwenye maji, vitu vinavyoelea na kuzama kwenye maji ambapo tuna mifano miwili au makundi mawili, na kundi ya kwanza ni vile vitu vinavyoweza kuzama kwenye maji, na kundi ya pili vitu vinavyoweza kuelea kwenye maji. Vitu vinavyoweza kuzama, kwa mfano sarafu, chuma, jiwe na kadhalika, sarafu, chuma, jiwe na kadhalika, wakati vitu vinavyoweza kuelea ni pamoja na sufuria ubao karatasi au meli. Vitu hivi vipo katika kundi ambayo vitu vyake vinaweza kuelea kwenye maji, lakini tunawezaje kuzipata sifa za vitu vinavyoweza kuelea, au vitu vinawezaje kuelea kwenye maji na vingine vikazama kwenye maji? Ziko sifa tofauti tofauti ambazo zinasaidia kutambua iki kitu kinaweza kuelea kwenye maji au kinaweza kuzama kwenye maji. Kitu cha kwanza ni density ya kitu. Densiti ya kitu inategemea, kitu kinaweza kuzama au kitu kinaweza kuelea kwenye maji kulingana na densiti yake. Lakini sifa ya pili ni umbo la hicho kitu umbo hilo linaweza kusababisha hicho kitu kizame au hicho kitu kiweze kuelea kwenye maji. Sifa hizi mbili, pamoja na sifa nyingine ya tatu, kadiri unavyoona hapa, ndugu mtazamaji, ni uhusiano wa kani elezi na kani ya mvutano, yaani uhusiano wa kani elezi na kani ya mvutano, ile kani inayosababisha kitu kiweze kuelea au ile kani ya kitu kiweze kuzama katika maji. Sasa swali ya msingi density ya kitu ni kitu gani? Tunaposema density, density ni nini? Moja, tunajua density ya kitu ni tungamo ya kizio kimoja cha ujazo wa kitu hicho hicho. Tunaongea tunasema density ya kitu maana yake ni tungamo ya kizio kimoja cha ujazo wa kitu hicho hicho. Yaani kwa lugha nyepesi tuseme density maana yake ni tungamo ujane kwa ujazo wa hicho kitu Densiti ni tungamo uigawanye kwa ujazo wa hicho hicho kitu. Kwa lugha nyepesi ni, ni tii ugawanye kwa yu ti, kwa maana ya tungamo na ile u kwa maana ya ujazo. Sasa basi vizio vyake ni vipi? Ukitaka kuipima densiti, tumesema tunagawanya tungamo na ujazo. Tungamo ni kama uzito, na tunaupima kwa kutumia kilogramu au gramu. Tunaupima kwa kutumia kilogramu au gramu. Kwa hiyo maana yake kizio cha tungamo ni kilogramu au gramu. Lakini ujazo ambao tumeionyesha pale chini, na wenyewe tunaupima kwa kutumia mita za ujazo au sentimita za ujazo. Kwa mantiki hiyo sasa, tunapoenda kuipima densiti tukasema ni tungamo kugawanywa kwa ujazo, maana yake ni kizio cha kilogramu kwenye tungamo kugawanya kwa kizio cha mita za ujazo sehemu ya ujazo, au kizio cha gramu kwenye tungamo kugawanywa kwa kizio cha sentimita za ujazo katika ujazo. Kwa lugha nyepesi, nasema hivyo: Densiti inapimwa kwa kilogramu kuganya kwa mita za ujazo au gramu kuganya kwa sentimita za ujazo. Wakati mwingine tutakavyokutana na mpendwa mtazamaji, katika kipindi chetu, tutakuja tuangalie mifano sasa ya densiti na namna maswali yake yanavyojitokeza katika mitihani kwamba una, unafanyaje kuipata densiti au swali lake linakujaje katika kuitafuta densiti. Yote katika yote, haijalishi swali limekuja kwa sura gani, pointi ya msingi inatakiwa kuishika kichwani ni kwamba densiti ni tungamo kuganga kwa ujazo. Maana yake katika swali lako, tunahitaji kuvipata vitu vitatu tu. Kwanza tuifahamu tungamo, pili tufahamu ujazo, halafu tutaenda kuitafuta hiyo densiti. Haijalishi maelezo yatakuwa marefu kiasi gani, lakini majibu yake yatajikita hapa, au kilogramu kwa mita za ujazo au gramu kwa sentimita za ujazo. Mpaka kipindi kijacho, jina langu ni mwalimu Davis Ngwele, karibuni sana.